Mmekuwa mki solve, au mkitatua yeah. Changamoto nyingi sana yeah. Kama sisi ma Tanzania nafikiri hizo changamoto pia zinasababishwa mm. na watu. Ndio. Mimi nina mtoto wangu na mtoto wangu amesababishiwa yeah. Shida na mtoto mwingine, tuna vipi hivi kitu cha kutambua kwamba uh, haijalishi mtoto ajalisha amefanywa jambo gani hmm, lakini hata yule aliye mkatili mwenzake naye ni mm. mtoto naye ana haki zake Ndea. haijalishi mtoto amefanya kitu gani Ndea. haijalishi mtoto amemkatili mwenzake kwa namna gani, lakini naye aliyefanya hilo jambo Ndea. kama naye yuko chini ya umri wa miaka 18, naye ni mtoto, naye ana haki sawa na mtoto mwingine. Hata tukienda mahakamani, kwenye vyombo vya dola na vyombo vya sheria, hata huyu naye kwa mfano naweza ne, nikatoa mfano kwamba labda mtoto uh, mtoto wa miaka kumi na saba amempiga labda amempiga sana mtoto wa miaka kumi na miaka, kumi, miaka, kumi, miaka tisa. Uh, kama mzazi atataka huyu mtoto mwingine ambao amemkatili mwenzake apelekwe mahakamani akafungwe, lakini sheria nayo inamwangalia huyu mtoto kwamba naye ana haki sawa Ndi. na huyu mtoto mwingine. Kwa hiyo basi hata kama tutakapofika kwenye pambo vya sheria kwenye eneo lolote lile, huyu mtoto mwingine enao ataangaliwa ha, hai, haitajalisha kwamba amefanya kosa gani, lakini mm, haki yake pia zitaangaliwa. Kwa hiyo hata kama sheria itachukuliwa, mm, sheria itachukuliwa kulingana na hali ya mtoto mwingine ambaye amemkatili mwenzake, lakini kwa kujali haki zake sawa. Kwa hiyo hapa umezungumzia tu haki, hakuna adhabu, hakuna hata adhabu ambayo atachukuliwa kwa mfano. Sheria akasema labda ni kifungo, ndio sheria. Huyu mtoto atakapopelekwa kwenye, atakapopelekwa jela, hata upelekwa jela za watu wazima mm, hata upelekwa jela akafanye kazi ambazo wanafanya watu wengine mm, hapana atapelekwa jela ya watoto wakafundishwe mm. na watoto wenzake na mm. kule sio kama wanaenda kupewa adhabu, tunasema kwa, wanaenda kupewa mafunzo ya muda kwa atakapoenda hata kule vitu mm. vyote atakavyofanya kule ni kulingana na umri wa mtoto mm. hali ya kimwili ya mtoto mm. lakini pia haki zake zinasemaje? Sawa, kuna mtoto anakutazama hapa kupitia TET Soma Kwanza TV. okay. Hajawahi kusikia kuhusiana na jela ya watoto afu umezungumza jela ya watoto nzungumza naye kidogo. Sawa, nchini Tanzania tuna uh, tuna baadhi mm. ya jela za watoto tunaweza kusema kwamba sio jela kabisa, lakini ni, ni nasema shule ya mafunzo kwa watoto mm. ambapo kwa mfano kama mtoto ametenda kosa kisheria na uh, mahakama imethibitisha na imejiridhisha kwenye hilo jambo, mtoto huyu atapelekwa kwenye hiyo, kwenye hiyo shule ya watoto kwa ajili mm. ya kukaa kule kwa kipindi fulani kulingana na mahakama ambayo imeamuru kwa hiyo zipo za watoto mm -hmm. kwa zipo pale Dar es Salaam ziko kwenye baadhi ya mikoa hapa Tanzania. <laughs> <jilaza wa zipo. laughs> Hey. Tanzania, kwa hiyo watoto sisi kwamba jera zao hazipo, zipo na kwenye mikoa mbalimbali hapa Tanzania, kwa hiyo maana yake watoto inabidi wakae vizuri, ndio wakae vizuri. Hey. kwa sababu ni mtoto nikifanya kosa sheria itanilinda ndio. Hey, sheria itakulinda lakini pia hmm. sheria pia itafuata mkondo wake Sawa sawa mmekuwa, yeah. mkifanya kazi kubwa, lakini pia jamii inawafahamu kwa kiasi gani? mm -hmm. kwa hiki ambacho mnakifanya, naweza kusema kwa hatua, kuanzia kipindi tumeanza mwaka 2013 nta mm -hmm. mpaka leo mwaka 2025 tumetoka kwenye hatua kubwa sana. 13 25. yes. na miaka mingapi watu wa hisabati? sijasoma hisabati ila <laughs> <laughs> kwa haraka haraka nikawa miaka kumi na mbili. Eh, hongereni sana asante na kwa sasa hivi tuko kwenye hatua nzuri kwa sababu mm. tunapokea simu kutoka mikoa yote Tanzania nzima mm. hatuna simu ambayo haijatokea mkoa wote, yaani kwenye mikoa yote mm. ya Tanzania, yaani sio Dar es Salaam, sio Dar es Salaam tu, mikoa yote mm. tuna simu kutoka kwenye kila, kuna kuna kesi ambazo tunapokea mm. kutoka kila mkoa. Ndio. Kwa Uh, na sisi pia tunajitahidi tuweze kufika hata kwenye maeneo yale ya vijijini mm -hmm. kabisa ambao bado hawajatambua kuhusiana na moja moja sita, huduma ya simu kwa mtoto. Tunajitahidi kwenye uh, harakati zetu mbalimbali kwenye programu zetu mm -hmm. kuwafikia watoto wote kufikia mm -hmm. jamii zote waweze kufahamu kuhusiana na moja moja sita, lakini waweze kupata uelewa kuhusiana na mambo ya ulinzi na hmm. haki za watoto sawa. em, tukisalia okay. hapo, mmekuwa uh, mkipokea kesi nyingi, lakini okay. na mnazisolve hmm. pengine inachukua muda hmm. gani? mm -hmm. inategemea ku, ku solve case inategemea na aina ya kesi mm -hmm. na kwetu sisi hapa moja moja sita, sio kwamba tukipokea kesi tunaenda uh, sehemu ambapo uh, mtu huu I mean, uh, client yupo. Sisi hapa tukipokea kesi tunapeleka kwa maafisa ustawi. Tunafanya kazi na maafisa ustawi mm. wa kila mkoa wa kila mm. wilaya na kila kata okay. na kisi, kwa hiyo tunawasiliana na maafisa ustawi, tukishapokea kesi tunapeleka kwa maafisa ustawi ambao wapo karibu na watoto mm. au wapo karibu na familia nyingi Takupa fikisha kule kuwa leo maafisa ustawi. Sasa ni wajibu wao, kuwa ni jukumu lao mm. kuhakikisha kwamba kesi inatatuliwa, kama ni ya kufika mahakamani inafika mahakamani mm. kama ni ya kutatuliwa kwa mbele ya kwa maafisa ustawi au viongozi wa serikali za mtaa mm. inatatuliwa. Kwa hiyo kutatua kesi au kusolve kesi mm. inategemea na aina ya kesi, lakini so... as long as kesi imeshafika moja moja sita mm. basi sisi tunachukua jukumu la haraka kuwasiliana na maafisa ustawi au viongozi wa serikali za mtaa ambao wapo karibu na mtoto au na familia inayohitaji msaada. Sawa. Na jukumu la kumlinda mtoto ni jukumu la nani hasa? mm -hmm. Jukumu la kumlinda mtoto ni jukumu la kila mmoja. mm. Hakuna mtu fulani ambaye anatakiwa amlinde mtoto ambaye ana jukumu mm. hilo ndio tunasema kwamba ni jukumu la mzazi mm. Lakini pia mtoto sio mzazi peke yake mm. Mtoto ni wa taifa zima. Kwa hiyo kama mtoto ni wa taifa zima, ni jukumu letu sote, jamii nzima wa, mm. Hata kama sio mzazi mm. Hata kama ni mlezi, ni mlezi, hauna mtoto mm. Ni jukumu lako kumlinda mtoto, haijalishi uko wapi, eneo lolote ambalo utakutana na mtoto mm. Eneo a, a, hata kama hana wazazi mm. Hana watu wa kuwasaidia, ni jukumu lako mm. wewe kumlea huyo mtoto kuhakikisha mm. yuko salama kwa wakati huu ambapo yuko karibu yako yuko. Kwa hiyo ni jukumu letu sote kuhakikisha kwamba watoto wanalindwa, kwa sababu ukiangalia mm. uh, mtoto asipo atakapopitia ukatili sasa hivi au atakapopitia changamoto yote sasa hivi mm. kama asipopata msaada wa haraka, hiyo changamoto inaweza kaja kumwafect huyo mtoto mm. kiakili na hata baadaye, uh, akaja kuwa mtu ambaye jamii kama jamii hatukutegemea huyo mtoto awe hivi. Sawa. Mimi pia na jukumu la kumlinda mtoto. Ndio. <laughs> Nawezaje sasa kumlinda mtoto? Ku mm vitu ambavyo -hmm. unaweza kuvizingatia katika kumlinda mtoto, cha kwanza mm -hmm. ni kuhakikisha kwamba uh, mtoto ana amani. mm -hmm. Mtoto ana amani, mtoto ana furaha, mtoto anasikilizwa. Uh, kila mtoto ana haki ya kusikilizwa. Ndiyo. na popote pale ambapo mtoto atakufata kukuomba msaada wa aina yoyote, mm. ni jukumu lako kumsaidia, mm. au ni jukumu lako kumwonyesha njia atakayoweza kutatua changamoto yake na sio kumwacha au kumsukumizia mtu fulani jambo uh, uh, hilo ambalo unatakiwa ulitatue. mm. lakini kitu kingine ambacho tunaweza tukakiangalia au kuhakikisha katika tunapo katika harakati au katika jitihada zetu za kumlinda mtoto ni suala la kuhakikisha kwamba uh, mtoto yuko kwenye mikono salama. Ndiyo. Mara nyingi sana tunakutana na watoto watoto, uh, wanazunguka mitaani, watoto wanazurura mm. Haumuulizi mtoto yuko yuko na nani, humuulizi mtoto kwa nini yuko wakati huo, unakuta ni mm. usiku sana. Haumuulizi mtoto kwa nini yuko mm -hmm. hapo. Na wewe unapita tu na mambo yako <laughs> unamwacha mtoto, mtoto <laughs> unasema kila mtu abebe unasema <laughs> kila mtu abebe msalaba wake. <laughs> Hapana, tunatoka kutambua kwamba uh, mtoto wa sasa hivi ni taifa mm. la kesho. Unaweza usipomsaidia wewe akapata changamoto, changamoto itakuwa kwenye familia pekee yake bali kwenye taifa zima. Ndio maana sisi tunaona kuna marais, kuna wabunge mm. mawaziri. Hao watu walianzia kama watoto mm. walipopata changamoto walivyokuwa wadogo, walikuwa kuna watu wa kuwasaidia mm. kwa hiyo basi, na mimi na wewe tuwe uh, chachu ya mabadiliko utakapomkuta mtoto eneo lolote hmm. msaidie. Lakini pia kitu cha mwisho ambacho tukiangalia ni swala la usafiri kwa watoto. Ndiye, hasa kwenye hii miji hapa Dar es Salaam mikoa mikubwa mikubwa. Unakuta usiku sana mtoto ametoka shule bado hajapata usafiri. Mm. Uh, madereva wanawafukuza watoto hata kuwapanisha watoto. Tunataka kutambua kwamba uh, unavyomwacha yule mtoto pale anakaa pale mpaka usiku, mm, tayari mtoto anakuwa affected uh, kiakili. Kwanza, anachoka, ni mtoto mdogo anakuwa na uh, hivyo no ndo vitu vidogo ambavyo vinapelekea mtoto kuwa na msongo wa mawazo akiwa mm. mdogo. Kwa hiyo basi uh, swala la ulinzi na usalama wa mtoto hata kama ni kwenye swala la usafiri, mm. Still mtoto anatakiwa kwenye awe kwenye mikono salama. Kwa hiyo mm. wote Uh, tunahusika na masuala ya usafiri, tunawatembea kwa miguu, watu wote wale, mm. ni jukumu letu sote kuhakikisha kwamba watoto kwenye mikono salama kwa wakati wowote ule, sawa. Mimi nimeshawahi kushuhudia mama mmoja akiwasaidia watoto Ndiyo. kuingia kwenye usafiri na Ndiyo. akawalipia Deo. Na akawalipia nauli ile ya mtu mzima ile mm -hmm. kwenye usafiri Lale. wetu wa umma. na ni kwamba... changamoto sana <laughs> kwa swala la nauli. ehe. kwamba yeah. isiwe shida watoto afike nyumbani salama. afike nyumbani salama. Sasa suala zima la usalama kwa sasa kiujumla, mm. ipoje? kwenye jambo lolote lile linalotokea Mm. kwenye tukio lote lile ambalo linaendelea mm. sehemu yoyote ile mm. ni wajibu wetu sote kuhakikisha kwamba watoto wako kwenye mikono salama. Ndio nasema hivyo nikimaanisha kwamba, mm. watoto wana haki ya kusikilizwa mm. popote, changamoto yoyote pale inayotokea, changamoto mm. yoyote inayotokea kwa wakati wote ule, mm. ni haki ya mtoto kusikilizwa mm. na kupewa msaada pale unapohitajika mm. kwa hiyo ni kipindi hichi ambacho watoto wanaelekea majumbani watoto wanaenda wanafunga shule watoto uh, wanasafiri mm. Ni wajibu wetu wote kuhakikisha ulinzi na usalama wa mtoto, kwamba mtoto popote pale anapokuwa mm. yuko kwenye mikono salama, na sehemu yoyote ile ambayo mtoto anapita atakuwa yupo salama. Kwa hiyo sisi wote ni jukumu letu kuhakikisha kwamba watoto wako salama. Yes. Hasusa kipindi hichi cha likizo. Kwa hivyo, mm. watoto wako majumbani, watoto wako majumbani wengi mm. watoto na wakiwa majumbani wengi wanatoka, au sisi, wanaenda wapi kusafiri? mm. wa, nini, sehemu yoyote ile tunatakiwa mm. tuhakikishe tu kwamba, uh, watoto wako mikono salama. mm. wanaomiliki uh, beach wanaomiliki sehemu zote ambazo watoto wanaweza kwenda, sehemu za michezo, ni kuhakikisha kwamba hayo maeneo yote yako salama kwa kipindi hichi mm. ili watoto wanapokuwa kule wawe katika mikono salama, na isitokee kwamba wewe, kwenye eneo lako mm. kwamba ndo eneo ambalo likaja Uh, onekana na uh, changamoto kwamba mm. watoto wamechukuliwa kwenye eneo lako sawasawa. Sasa tunapoelekea kukamilisha hapa, tunatamani kufahamu mtoto, mzazi au mlezi ambaye anakutazama kupitia Tet Soma Kwanza TV yeah. anawezaje kuwafikia, ukiachilia mbali ile nambari ya usaidizi ya moja moja sita mm -hmm. Sawa, asante. Uh, tofauti na namba moja moja sita ndio cha kwanza kabisa, ndio namba rahisi mm -hmm. ya usi, kutufikia sisi mm -hmm. lakini pia uh, mzazi mlezi, mtoto unaweza ukatufikia kwa kupitia mitandao yetu ya kijamii mm -hmm. Sema Tanzania, Instagram, uh, Xpress, TikTok, Facebook, kupitia neno hilo ilo sema Tanzania mm -hmm. lakini pia unaweza pia ukatufikia kupitia website yetu hivyo hivyo inaitwa Sema Tanzania. Ukiandika okay, Sema Tanzania, kuna sehemu za kutoa kama ni taarifa, unaweza ukatoa taarifa ukifungua okay, kwenye page ya Sema Tanzania chini kabisa kuna sehemu ya kuripoti. Kwa hiyo kutufikia sisema unaweza kupitia namba moja moja sita kupitia mitandao ya kijamii mm. lakini pia kupitia website yetu sawa. mimi ni kushukuru sana asante. na nikwambie, sisi hapa bado tupo sana <laughs> <laughs> kwa sababu mna vitu vingi na sisi TV yetu inadili sana na watoto, na, na watoto na nyinyi mnadili na watoto, kwa hiyo naomba urafiki wetu uendelee kudumu. Karibu sana, asante sana Jennifer mm utakia wakati mwema. Asante na wewe. Sawa mtazamaji wa TET Soma Kwanza TV tumekamilisha namna hiyo, lakini huu ni mwendelezo. Tumekwambia kwamba akili bila karatasi ni kipindi ambacho ni mahususi sana kwa kipindi hiki cha likizo cha kufanya tu. Endelea kukaa karibu na TET, Soma Kwanza TV kwa ajili ya kuweza kujifunza maarifa yote haya. Mimi ni Agnes Osea, shukrani nyingi kwa wote ambao wamefanikisha kipindi hiki.